Mimi naitwa Clive Bikati, team manager wa Walevi FC. Hapa tuko na timu mbili, inaitwa Bolton, nyingine inaitwa Walevi FC. Tuliamua kuanzisha hii, hii, hii, hii kitu kwa sababu kuna vijana wengi wenye wapatangi chance huko mbele ya kucheza mpira. Sasa tukaamua at least wapate nafasi ya kucheza mpira huku, ili tuinue vipaji yao. Asanteni. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mimi naitwa Felix Tamba, team coach wa Bolton. Uh, hii ni kama mashemeji dabi ndio umeiona hivyo. Kama FC Leopard na Goromaya huwa tunaunda, hii ndio kitu na kwa entertainment. So kitu hata tunaomba sana, tunahitaji sana tukue na sponsors wakuje watusaidie tuinue talent ya vijana. Kuna vijana wazuri sana. So tunaomba tu sponsors wakuje, wakuje wa survey, kuna vijana wanaweza cheza huko mbele. Goromaya Homeboys, Cosmos timu tumeziona huko mbele. So hiyo ndio usaidizi tunaomba tu kama wako huko mbele tunakaribisha hapa Lukusi wakaribia waone no. vijana ndio wanacheza mpira ndene tournament watuundie tournament sikuwa tunaenda mkomarisha andrema. Pia hapa Lukusi tutaka tournament ndio, pia vya waone vijana vile wanacheza <laughs> mpira. Aniayo am Dennis Oyoya Omoga, sisi kama Walevi FC sisi ni wakali, tunachapanga Pol 25 pia tumeachapa leo tu, na sisi wote tunatoka tu hapa Lukusi. Lukusi iko ground Lukusi iko na iko iko na club karibu tano na wote ni players and president anga tu Kenya players wako Kenya na lakini makosa tu ni moja, watakangi kutupea freedom mama kaundi ongea io lianje nangwa liavi mukonga tola Lukusi nalomba itimu yanje ibijana banyere bashara babuga bana bara bayibuga bakendaza baje muti video baje muti bulu nabo barende go bala le go ambana go lomba sheli banga itimu lakini sindi mutimu yanje ndi saboda itimu yanje lakini ndi timu yanje ndi kwashinisha mupira ndi bo referenje ndi bo ndi fomu khosa khosa ba dza mugwe go ba khonye go mupira ndi fomu nende ibudi go baela go nyori go mondo go saboda menye

So mi kitu naweza sema ni moja, tukiangalia mipira tunacheza, hiyo mpira ni mbaya. Hata yani kama kuna watu wanasikia mahali au vijana wote wanategemea mtu mmoja awasaidie kutafuta hata hii mipira, so, na mimi kama sina inakuwa ni mbaya, so inabidi tufanye hii mani. so ama kuna mtu mahali anasikia hii bolton inahitaji usaidizi sana. Mmeona hii timu ya walevi ni vijana wangu tu, nimekuwa nikiwa train hapa lakini vile tuko wengi ukaona namba ni ngumu, wakaamua kuunda timu nyingine pale. So wameenda kwa sababu ya hii, na kama hatuna facilities hatuwezi facilitate. Sasa kama so, Kenya inataka wachezaji na huku kwa grassroots atufiki, unataka sisi tusaidiane aje? Sisi kama local coaches itakuwa ni ngumu, so sisi tunaomba usaidizi, msituache hiyo. Nashukuru. Rudia jina Edgar Mugaisi.